kabla ya kituo hiki kujengwa makusanyo tuliokuwa tunapata kutoka Urambo ilikuwa ni shilingi milioni 327 peke yake. Kwa siku hizi chache ambazo tayari tumewasha hiki kituo makusanyo ya Tanesco kwa wilaya Urambo, ya Urambo yamepanda kwa asilimia ya kumi. Maana yake ni kwamba ndani ya muda mfupi hata Tanesco mapato yao yameongezeka.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 na bilioni nne kwa ajili ya fidia. Maanake fedha hizi bilioni arobaini na nne, uwekezaji huu tuliouweka hapa, hela hiyo itarudi ndani ya kipindi kifupi, kabla hata ya miaka kumi kuisha. Huu ni uwekezaji wa mfano. Maanake ni kwamba serikali unaweka mahali fulani pesa ili upate pesa nyingi zaidi, na hapa ninazungumza kwenye makusanyo ya bili za umeme peke yake, sijazungumza manufaa mengine ambayo Mama Sita amezungumza. Watu wa maji watahitaji umeme wanaosaga watahitaji umeme, watu wa tumbaku watahitaji umeme, wanaojenga viwanda vidogo vidogo watahitaji umeme, watu wa saluni watahitaji umeme, hata wakinamama ili wapendeze watahitaji umeme. Ukichukua manufaa yote haya ukayaweka kwenye uchumi, mradi huu utarudisha gharama ndani ya kipindi kisicho zidi miaka mitano. Hongereni sana. Gharama za mradi kwa ujumla ni bilioni arobaini na nne ambapo bilioni ishirini na nne zilitumika katika kujenga njezi ya kusafirisha umeme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 Hali ya umeme kwa mkoa wa Tabora ni nzuri na ya kuimarisha. Mkoa wa Tabora unapata umeme kutoka kwenye gridi ya taifa kutoka Shinyanga kwa msongo wa kilovoti 132 na kupokelea kwenye vituo vinne, na jumla ya vituo vinne hivi vina megawati 85.5. Mahitaji ya juu ya umeme ya mkoa wa Tabora ni wastani wa megawati 28 kwa sasa na hivyo inatumia asilimia 32.7 na uwezo wa vituo vyote hivyo, na kufanya kuwa na ziada ya megawati ya asilimia megawati 57.7, na hivyo mheshimiwa mgeni rasmi utaona